Waziri Mkuu, awali ya yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kukujalia wewe na kutujalia sisi kuweza kukutana katika uwanja huu wa Nyamagana kwa ajili ya kuzungumza na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mkoa wetu wa Mwanza. Nitoe shukurani zangu za dhati kwako kwa uamuzi wako wa busara wa kufanya ziara katika mkoa wetu wa Mwanza kwa heshima na taadhima kubwa. Ninayo heshima sasa kukualika ili uweze kuzungumza na wanamwanza hawa ambao bila shaka wanania na wanayo hamu ya kukusikiliza wewe na sio mimi. Mimi wamenizoea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. dana dana dana dana. Mwananchi anaenda ana kero anaambiwa njoo kesho. Mwananchi anaenda anafata leseni anaambiwa njoo kesho. Mwananchi anaenda ana mgogoro anaambiwa njoo kesho. Akija kesho anaambiwa kesho kutwa. Akija kesho kutwa anaambiwa wiki ijayo, akija wiki ijayo anaulizwa hivi, ulisema nini? Haya mambo ya ajabu hayapasi kuendelea. <coughs> anahangaika kufuatilia jambo ambalo alishalifikisha kwenye ofisi ya serikali analazimika, huku ameshalifikisha kwenye ofisi ya serikali tunampa kazi kutoka kwenye kwenye kijiji aende kata atoke kata aende wilaya atoke wilaya aende mkoa atoke mkoa aende taifani. Nini maana ya kuwa na ofisi pale kwenye kijiji? Nini maana ya kuwa na ofisi pale kwenye kata? Tunataka mwananchi yeye mwenyewe akamwone mkuu wa mkoa. Sisi tukikutana na mkuu wa mkoa tunamwambia mambo gani? Lazima utaratibu wa kimuundo wa kushughulikia kero za wananchi uzingatiwe. Tunamzungusha mwananchi mpaka anaishiwa. Akisha nauli, akishaishiwa nauli, anasema basi, ngoja nibaki na kero hii. Anasubiri siku mheshimiwa rais anapita, ama makamu wa rais, ama waziri mkuu, basi anaona kwa sababu nilishafuatilia mpaka nauli zimeniishia, ngoja nipeleke hata bango tu, ili rais anione hata kwa mbali. Akipeleka bango na lenyewe ananyang'anywa kabla viongozi hawajafika. Nime- nimepita pale Nyasaka, nikapita pale Nyasaka, nikakuta mama mmoja ana jambo lake limemuumiza, anasema mwanaye amebakwa, mama analia, wakawepo viongozi wabao wamemzuiazuia, wame hapo ameshafikisha na kwenye serikali ya kijiji, wanamkinga kinga, akitaka kwenda kwa DC wanamkinga akitaka kwenda kwa mkuu wa mkoa wanamzongazonga, wanafunika funika, na asingesema wamemzuia kwenda kwa kwa asingesema mwenyekiti yule amemsikiliza, wamemzuia na mwenyekiti kwenda ngazi ya juu, wamemkinga asiende kwa RPC, wamemkinga asiende kwa mkuu wa wilaya, wamemkinga asiende kwa mkuu wa mkoa. Ningewafukuza wale wote pale leo waliofanya. Nimeelekeza yule anayetuhumiwa atafutwe mpaka apatikane, na ikithibitika amefanya yale ashtakiwe kwa kubaka. Ikithibitika lazima mkondo wa, mkono wa sheria ushike mkondo wake. Na nimesema yule mama ahakikishiwe usalama, na mkuu wa mkoa fuatilia wale waliokuwa wanakinga kinga jambo ili wanafunika, funika mama yule asipate haki yake. Ukiwapata hawastahili kuendelea kwenye utumishi wa umma. Hatuwezi kuwa na watumishi wa umma wanaoshirikiana na wahalifu kupoka haki za wananchi wetu, ifuatilie. Na nimemwelekeza RPC huyo mtu asakwe wajuzi, yule mwingine pale Tabora pale Urambo, daktari hmm? tabibu